Sarakasi za Marekani zikiongozwa na rais wa taifa hilo Donald Trump zimeendelea kutikisa ulimwengu hasa katika eneo la biashara na uchumi. Hii ni kutokana na uamuzi wa kiongozi huyo kuendelea kuweka ushuru mkubwa kwa bidhaa ambazo zinatoka nje ya taifa la Marekani, lakini kwa sasa mwathirika mkubwa amekuwa taifa la China ambalo zaidi ya asilimia 120 na ya bidhaa zake ndizo ambazo zinatozwa ushuru kwa kiwango hicho pindi zinapoingia katika nchi ya Marekani. China wenyewe wamesalia kutoza asilimia 84 ya ushuru kwa bidhaa zote za Marekani ambazo zinauzwa katika nchi hiyo. Imekuwa ni jambo ambalo wengine wakipata ahueni katika mataifa mengine lakini China ni kana kwamba anaambiwa mwana ukome, kwa sababu kila anavyofurukuta ndivyo ambavyo kiwango cha ushuru kinaongoza. Leo hii katika uchanganuzi, tutamulika hatua hiyo ya Marekani kuendelea kuipiga ushuru mkubwa China na athari zake katika ulimwengu na biashara kwa ujumla wake, lakini tutaangalia nani mwathirika mkubwa kwenye uamuzi huu ambao kila uchao taarifa zinaendelea kuja mpya. Mi naitwa Nurdin Selemani, yangu matumaini siku yako imekuwa ni njema kabisa. Studio tumemwalika Octavian Mshiu, yeye ni mdau wa sekta ya biashara, lakini pia ni mchambuzi wa maswala ya diplomasia ya biashara na uchumi. Karibu sana Okta. Nashukuru sana. Kwema? Nashukuru. Mambo anasemaje? Mambo poa. Mm -hmm. Yeah. Mpo katika uh, hisekta nyakati hizi ambazo eh, ni kama sasa mambo yatabiriki vile kule Marekani, hasa katika eneo la biashara, kwa sababu kila uchao tunasikia eh, ushuru ama kwa kimombo anasema mm, zinaongezwa tu mm, kwa kiwango mm, kikubwa kikubwa. Mm. Kwanza, nani ambaye na anaathirika kati ya marekani ambaye anatangaza viwango mm, na huyu China ambaye ndo muuzaji wa bidhaa katika nchi yenyewe ya Marekani. Na nashukuru ndugu yangu Nurdin, ukiangalia kiuchumi ki, ki, ki ki, kwa hesabu ya, ya kawaida hadi sasa hivi anayeumia na hivi tariffs kati ya Marekani na China ni, ni, ni Marekani, na kuna sababu kwa nini wanaumia. Marekani inauza bidhaa zake China only bilioni mia moja na ishirini kwa mwaka, lakini inaotegemezi kwa China kwa dola bilioni 440, lakini kwenye utegemezi huo wanaagiza zaidi ya asilimia sabini ya madini ya dimu rare earth minerals ambayo yanatumika kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa za teknolojia ikiwemo teknolojia ya juu ya anga kama space e, simu za mkononi, kompyuta na bidhaa nyingine za kiteknolojia. Ee, ukiacha bidhaa kama nguo ambazo kwa kiasi kikubwa wananunua kutoka China. Kwa hiyo ukiangalia ni bidhaa za walaji kwao, anaenda kuathirika kwa, kwa taarifu hizi ni e, mwananchi wa kawaida wa Kimarekani ambaye anaingia kwenye supermarket kununua nguo, kununua simu na bidhaa nyingine kwa ajili, bidhaa hizi zimeshapanda bei kwa kiasi kikubwa kwa ajili ya hizo taarifu na China anaathirika kwa sababu soko lake lenye thamani kubwa linapotea, lina lakini eh, China ni nchi ambayo inaishi kwa falsafa ambayo imekuwa iko inamwangazia ina mwasisi wa taifa lao eh, Mao, Mao na vita ya aina hii ya kibiashara kati ya China na Marekani iliwe kutokea mwaka hamsini na tatu mm. na palitokea ubishi mkubwa mno kati ya Mao na rais alikuwepo kipindi hicho eh, Truman nafikiri na eh, yeye Mao aliweka msimamo kwamba kwenye migogoro na eh, ugomvi wa kiuchumi mm. China itapambana hadi dakika ya mwisho hadi ushindi upatikane iwe kwa rais aliyopo wakati huo mwaka msima tatu ambako kulikuwa kuna ugomvi wa e, Korea mm. na China kuwa naunga mkono Korea kaskazini ya sasa, Marekani akuwa naunga mkono Korea ya kusini. kusini kwa hiyo alieka alieka, kama tunavyomwamini Mwalimu Julius Nyerere, wao ndio wanamwamini Che Mao mm. kwamba alisema kwamba kwenye mgogoro wa kiuchumi watapambana hadi ushindi upatikane iwe kwa rais aliyekuwepo kipindi hicho mwaka 53 au rais atakayekuja au yeyote atakayekuja huko mm. mbele, China haitakubali kurudi nyuma kwenye ugomvi wa kivita ya kiuchumi mm. Kwa hiyo tutegemea kwamba e, rais Xi atavenda kuongea na Trump au wasaidizi wao wakiongea. China atachukua msimamo mkali, usitegemee kwamba China mm. e, kwa kuongezewa tariffs atarudi nyuma, atarudi nyuma e, China anapoteza biashara ya hizo dola milioni mia nne na arobaini ilizokuambia no. lakini China pia ana soko lingine kubwa mno duniani, Asia, Afrika mm. na mataifa mengine wote wananunua bidhaa dhaa nyingi kutoka China mm. Leo hii China ndio muuzaji mkubwa wa magari ya EV no. kwa eneo la Ulaya anauza ana karibu magari laki nne kwa mwaka, na ameenda kujenga kiwanda ndani ya Europe cha magari ya umeme. Kwa hiyo ndiyo China ataumia, lakini tusitegemee China akarudi nyuma kimsimamo hmm. Trump amefanya hivi ni kama kwenye medani ya mapambano ya ki, ya kiuchumi wa kivita ni kama ameretreat au jekweni <laughs> pambano ya kisilaha mm. Tungesema imefanya ceasefire mm -hmm. Sasa ile ceasefire inaweza ikawa kwa malengo mawili: moja, labda umeshindwa vita unataka mpatanishwe mm. Lakini mbili, unatoa muda kwa adui yako kuja mwonge mezani ili mpatane. Kwa hiyo e, kitendo cha Marekani kutoa hizo siku tisini kwamba ametoa unafuu kwa nchi nyingine mm. kwa sababu pia naye anataka wadau wapya wa kufanyana biashara mm. Kwayo lazima awe na sera tulivu ili kuwavutia, na unaona tayari Jumuia ya Ulaya wametoa statement ya kupongeza ya hatua yeah, yeah, yeah. Marekani alikosea wapi mpaka leo Trump anaonekana ni kama mm. wameamka kutoka usingizi wa pono mm. na kuja sasa kuona hali kwetu imekuwa mbaya, na mwenyewe anasema lengo lake kubwa ni kuikomboa Marekani mm. E, hasa kupitia katika uchumi wa viwanda okay. E, kilichotokea ni kwamba kwenye industrial evolution ya viwanda vya duniani e, viwanda vina graduate. E, China, Marekani miaka ya nyuma walikuwa kabla, kabla, kabla China haijafungua soko lake miaka elfu mbili Marekani walikuwa wanatengeneza bidhaa nyingi kuanzia nguo eh, bidhaa za viwandani mm, na vitu vingine vyote wanavyovijua electronics, lakini baadaye eh, baada ya baada China kufungua eh, eh, mipaka yake mm, kufungua uchumi wake, ni kufungua uchumi ndio jina zuri Eh, Marekani inaendeshwa okay. na sera za kibepari, kwa ambao zinakuwa guided na profit. Kwa hiyo matajiri wakubwa Marekani, wamiliki wa viwanda waligundua kwamba ni gharama kubwa kuendesha viwanda Marekani okay. kwa sababu moja, sheria za Marekani ni ngumu kwa upande wa wafanyakazi, mishahara yao ni mikubwa sana, alafu pia Wamarekani wenyewe kwa asili walianza kuchukia baadhi ya kazi hasa kazi za mapato madogo za viwandani kama kwenye viwanda vya kushona, mm -hmm. Marekani wa kawaida awezi kukubali kuwa fundi cherehani au kuwa mtu wa kufanya kazi ndogo, ndogo, kutokana na maendeleo ya waliokuwa nayo. Kwa hiyo wakaanza kuluzi interest kufanya kazi ndogo, ndogo. Kwa hiyo wale watu wenye viwanda vya namna hiyo wakawa wanapata shida kupata wafanyakazi, na China ilikuwa ina offer opportunity ilipofungua uchumi na ofa opportunity wa kuprovide cheap labor efficiency, technology heec okay. Ambao o, matajiri wa Kimarekani anaitaka mno mm. kwa hiyo walienda kupeleka viwanda Marekani e, China ni okay. ma, ni matajiri hao wa Kimarekani mm. e, walitoka wakaenda Marekani miaka ya elfu mbili mwanzoni waka set industries wakafaidika waka na hizo vitu nilivyokuambia economy of scales alafu baadaye vile vitu wanavyochukua wanavirudisha kwenye soko la Marekani. Baadaye ilivyokuwa Wachina wa wakapata kuiga ile teknolojia kutokana na experience eh, transfer of technology ikatokea. mm. katika vile viwanda vilivyofunguliwa pale vikaanza kutokea viwanda vya Wachina kutengeneza bidhaa kama zile, kwa hiyo kwa bei kwa ndogo kabisa. mm. kwa hiyo Marekani ikawa tayari imeshapoteza viwanda vyake kwa China. Kwa hiyo anachotaka kufanya Trump ni kurudisha vile viwanda Marekani. Mi nachokiona ni kwamba anaweza kufanikiwa kwenye vile viwanda ambavyo viko kwenye kategori ya heavy duty, eh, with low labor intensive industries, viwanda vya hali ya juu vya kutumia maligafi kama chuma na vingine mm-hmm na ambavyo vinatumia labda robot, eh, na wafanyakazi wachache. Okay. Lakini kwa viwanda vile ambavyo vinahitaji wafanyakazi wengi, eh, kwa mfano viwanda vya kushona apparels, viwanda vya telecommunication mm. Eh, simu na vitu vingine ambavyo vinahitaji kwenye production line kuwe na watu wengi, naona bado itakuwa ni ngumu sana kuweza kushindana kwenye soko. E, ila kwa uh, heavy duty industries nafikiri anaweza kufanikiwa kurudi. Nilikuwa naangalia juzi, naona kwamba tayari wazalishaji wa chuma Marekani maeneo ya Pennsylvania na kwingine mm. wanaanza kufaidika na hizi sera za Trump okay. vile viwanda vyao vilivyokuwa vili vimekaa muda mrefu havijaanza kufanya kazi, wameanza kuvifufua kwao. Nachokiona ni kwamba kwenye kategoria ya heavy duty watafanikiwa baadhi ya light duty industries watafanikiwa, lakini kwenye uh, labor intensive industries, pengine bado itabidi aidha uh, arudi really China au atafute partners wapya, na hiyo ndio opportunity ya nchi kama za kwetu Afrika na kwingine kuingia kwenye soko la Marekani mm. hizi yeah. siku tisini mm. uh, zinaweza zikaja kuleta mapinduzi mapya kwa sababu mm. ni mchuano mm. Kwa wababe wawili kiuchumi mm. Na lazima kila mmoja akishikilia uzi wake hivyo hivyo mm. Kuna mmoja atakayeumia tu mm. Watakubali kila mmoja aumie ama kuna sehemu watalazimika kukutana e, kwa namna ilivyo e, lazima kutakuwa kuna makubaliano na ndicho anachokitafuta ta Trump anatafuta e, level playing ground kati ya China na na Marekani, yeye mwenyewe anatumia lugha, anasema China is playing games. Kwa hiyo yeah. Ye <laughs> e, nafikiri yeye anataka majadiliano. Tho majadiliano yanaweza akawa mazito na nini, lakini pengine wanaweza kufikia ma mahali wakawa na mwafaka kwenye baadhi ya ya bidhaa mm. sio zote, kwenye baadhi ya bidhaa wanaweza kufikia mwafaka China mm. yeah. wanaonekana wana masoko mengi dio? Ukilinganisha na Marekani kwa sababu ya eh, wanachokizalisha kinalingana na mahitaji ya watu, yaani kama Afrika, ukihitaji kitu cha shilingi moja utaletewa cha shilingi moja, ukihitaji cha shilingi mia utaletewa shilingi mia. Nkweli. Iwapo kila mmoja akiwa mbabe kwamba sisi hatutoshusha ushuru wenu kwa bidhaa mtakazoleta Marekani mm. Na hicho e. ndio tutakachosalia mm. Na huyu anasema sawa, nanyie mkileta za kwenu tutazipiga tu ushuru kwa kiwango mm. ambacho tumekiweka mm. kwenye sekta sasa ya uchumi na biashara mm. nani anaweza akaathirika? Mm -hmm. na nani anaweza akaja akampindua mwenzie na hatimaye akaja kuwa supapawa, japokuwa kwa sasa hatuoni ile nchi moja kwa moja ambayo e, inaonekana ni supapawa kama wakati ule Urusi mm -hmm. e, Rasia ilikuwa mm -hmm. nyakati zake supapawa. Marekani enyewe alishawahi kuwa mm -hmm. katika nafasi hiyo mimi okay. nafikiri kwamba apata kuwa na mshindani moja kwa moja, madhara kwa upande wa Marekani anaweza anaweza kawa mabaya makubwa kwa sababu ya power of numbers in terms of population of China. mm. China ina population ya almost over 1.5 billion, lakini mm. pia China ina partners wa karibu kupitia muungano kama wa BRICS, na, na, mm. na washikadau wengine yeah. eh, China wanavyoangalia China wanaangalia china unaongelea Rusia unaongelea Brazil unaongelea mm. unaongelea ndio India Afrika angalea kwa ujumla mm. China ana nguvu kubwa mno Afrika. Kwa hiyo China kwa kiasi kikubwa anaweza kufanya biashara na hizi nchi zote hivi hizi bila shida yoyote, na amekuwa akifanya nao biashara kwa kiasi kikubwa mno, hata wakati ambapo palikuwa na mgogoro wa Rusia na Ukraine mm. e, Rusia akafungiwa biashara mkubwa ilikuwa ni China, China. Kwa hiyo China bado ana opportunity kubwa ya ku diversify. Hata hiyo biashara ya dola bilioni 440 anaipata, anaweza kwa kiasi kubwa akapunguza maumivu kwa kuuza kwenye hizi nchi nyingine hmm. Lakini pia Marekani kutokana na kwamba population ya China ni kubwa bado anahitaji kama soko, anahitaji kama soko kwa bidhaa zake hata kama sio kwa kiwango kile ambacho angetaka, lakini sio kiwango ambacho atakuwa tayari kuki, kukipoteza mm. Ndio maana ningesema hapatakuwa na mshindi wa moja kwa moja, lakini ukipima kwenye mzania e, bado Marekani kwenye kutokana na numbers ataathirika kwa kiasi kikubwa mm. kwenye uchumi wake, lakini pia inaweza ikasababisha e, ika za ndani za, za Marekani kwa sababu gharama maisha yakipanda inaweza ika, ikaleta impact kwenye siasa za ndani za Marekani oh, okay, kutokana na, na wananchi wa kawaida ataanza kuona kwamba maisha yanakuwa ni, ni magumu, kwa hiyo hiyo pengine e, it, itamfanya Trump alegeze kidogo masharti yake kwenye meza ya kidiplomasia ya, ya, ya majadiliano ya kiuchumi. Mshiu unasema kama mambo akienda hivi huenda mm. Uh, Trump ambaye ana ndoto nyingi za kusukuma yale ambayo anayatarajia mm. kwenye ile by election ile yeah. mambo anaweza akamwendea kombo, uh, sababu tumeona kuna baadhi ya maeneo kulikuwa kuna maandamano mengi yeah. wakituhumu serikali kwamba mm. inawaminyia wananchi ya. Yeah, ni kweli. Kwanza kuna mambo mawili e, kuna hii sera ya deportation ya immigrants mm pia inaumiza ina viwanda vya ndani kwa ajili unavyoita viwanda ambavyo vingine li, ni, ni highly labor incentive. Eh, ina inamaana kwamba vile viwanda ambayo vinatumia wafanyakazi wengi mm. Alafu hapo hapo una deport chip labor hasa kutoka nchi kama so, uh, Southern America, yeah. eh, Latin America. Yeah. Ndo, Mexico ndio chip labor wengi wa Marekani ni yeah. Haya mataifa ukiwa ripoti wale hivyo viwanda vya kutumia wafanyakazi wengi, utatoa wapi wafanyakazi? Mashamba ambayo yanahitaji wafanyakazi wengi, unatoa wapi wafanyakazi? Kwa hiyo kuna bidhaa za ndani zitapanda bei, lakini pia bidhaa za kilimo kutoka Mexico, eh, Kanada na nchi nyingine pia zitapanda bei. Kwa namna yoyote ile, gharama ya maisha kwa Marekani wa kawaida ndio takaenda kulipia hizi hizi gharama mm. zo e, kwa bidhaa za viwandani, ambao watafaidika na huu mpango hauajiri wafanyakazi wengi na masoko yake sio masoko ya kawaida. Unapoongelea viwanda vya, vya kijeshi mm. haviuzi bidhaa kwa raia wa kawaida, hata kama nchi inaingiza hela nyingi lakini impact yake kwa mtu e, mm. saki yeah. mm. wa kawaida sio kubwa. Mtu wa kawaida anataka bidhaa zake kama za kilimo, nguo, mahitaji yale ya kawaida ndio yanaweza ikampa mwananchi wa kawaida impact. lakini kwa wale ambao ni wafanya biashara wakubwa wa Kimarekani, wao watapata faida kubwa kwa ajili viwanda vyao vya magari vitapata faida, viwanda vyao vya kijeshi vitapata faida mm. makampuni makubwa ya mafuta ya Marekani itapata faida kwa sababu unapopunguza kuagiza kutoka nje, ina maana wataibidi watumie mafuta yao ya ndani. Maana mm. hata wao wanao mafuta. Umeona tayari Trump ametoa executive order juu ya matumizi ya makaa ya mawe mm, mm. haya makaa ya mawe ambayo, e, utawala uliopita ambao ulikuwa unaubiri clean energy ulikuwa umesha Biden ykosha yaondoa yeah, yeah. lakini unapongelea uzalishaji wa viwanda vikubwa kama vya chuma, lazima uadvokiti makaa mm. ya mawe, na ndio alichofanya Trump. Amesema kwamba anarudisha makaa ya mawe ili eh, aweze kuwa na uzalishaji wa, wa chuma na vitu vingine ambavyo vinahitaji umeme wa hali ya juu uweze kuwa kwenye ushindani wa, ki, wa kisoko moja. mm. yeah. wa watu ambao wamekuwa mm. na wasiwasi wanasema, <coughs> vita hii inaweza pia ika leta athari hasa kwenye eneo mm. la dola, huenda mm. dola zikaadimika mm. lakini mtu kama China yeye ategemei sana hiyo mm. dola Marekani mm. kwenye hilo eneo, na kutokana na mambo ambavyo umekuwa ukiyamulika mm. na kuyaona mm. kunaweza kuwa kuna athari kwa sababu kuna wakati dunia hapa ilipigwa mm. kwa Marekani kuonekana kama ilikuwa imedhibiti dola zake hivi mm. mm tayari ishaanza kuwa na, na athari nilikuwa naangalia ripoti moja jana kwamba Benki Kuu ya Nigeria imebidi iingize kwenye soko karibu dola milioni mia mbili hmm. za Marekani ndani ya wiki moja ili kudhibiti kuanguka kwa naira hela ya, ya, ya Nigeria, na hiyo tio hmm. ni kutokana na kwamba e, Nigeria ndio mmoja wa wauzaji wakubwa wa, wa mafuta Marekani mm. kwa definitely kama mauzo ya mafuta kwenda Marekani yameshuka, ina maana pia ile volume ya dola wana, wanazopokea mm -hmm. mm -hmm. zitashuka. Kwa hiyo imebidi ili kuokoa jahazi watoe pesa ingie kwenye mzunguko. Kwa hiyo naamini na, na, na, kwamba ni kweli dola ndio nani medium of transaction kwenye international mm -hmm. eh, business. Kwahiyo kama patakuwa pana low supply ya dola kwenye international market mm -hmm. Uh, nchi ambazo zitaumia ni nchi za Kiafrika. mm -hmm, hasa nchi zenye akiba uh, ndogo ya fedha za kigeni mm -hmm, zitaathirika, lakini eh, ni muhimu sasa kwa nchi za kama za kwetu kwenye mambo ya monetary policies na nini kujaribu kuangalia sasa eh, namna ya kuwa na fanya nao biashara. Sio lazima tufanye biashara kwa kutumia dola. Mm. Tunaweza kufanya biashara kwa kutumia hela ya nani, ya, ya euro, tukafanya biashara kwa kutumia hela ya India, tukafanya biashara kwa kutumia hela ya China e, na biashara ikafanyika tu na pia tukafanya biashara wenyewe kama kama wa Afrika pia. Katika mm. kukabiliana ka, ka, na utegemezi mkubwa wa dola ya kimarekani. Ni muhimu kuangalia namna ya kukabiliana na, na utegemezi mkubwa wa wa dola ya kimarekani. Mm. Yeah, yeah. Moja, yeah. Uh, baada ya siku tisini, mm. dunia inaweza ikatabasamu kwa sababu uh, kila mmoja amekuwa wenye taharuki mm. ni kama zile siku tisini ambazo zilitolewa baada ya kufyekwa ile misaada ya mm. USAID ikaiacha mm. dunia njia panda. mm. hizi siku tisini nazo zinaweza kuiacha dunia wapi, sehemu salama ama, ama la... Okay. Tayari hii hali imefanya masoko ya dunia yamepromoka kwa asilimia avre asilimia kumi. Yeah. ni kiwango kikubwa mno, lakini pamoja na kwamba wachunguzi wa, wa, wa mambo ya wa kiuchumi wanasema kwamba masoko yatakuwa yata, yata kwa sababu wanajua hizi sera sio za kudumu mm -hmm. ni kama moja ya njia ya kutengeneza pres kuenda kwenye meza ya mazungumzo ku, kwa hiyo e, pia tutegemee kwamba baada ya siku tisini patakuwa na majadiliano mengi kwao, kama blok unaona, European Union wameshajiandaa mm -hmm. kuongea ze blok kunegoshieti na Marekani. Je, sisi wa Afrika, kupitia rais wa tume ya Ulaya ameshaongea. Je, rais wa tume ya Afrika ameongea nini? na tumejipanga nini kujadiliana kama Waafrika na hizi sera za, za uchumi wa dunia, ili tuajue tuko, tuko, tuko sehemu gani? mm -hmm. maana ukiangalia kwamba sisi ndio tunao kuwa tuko duni kuliko kuliko wengine, kwa hiyo bila kujadiliana, basi tuna vita hapa ya yeah. China tayari tunamwona ni tishio kwa, mm. kwa uchumi wa Afrika. Marekani tunamwona ni tishio kwa uchumi wa Afrika, kwa hiyo yeah. e, tupo katikati, hamna mtu ambaye tutamwamini moja kwa moja mm. hamna mtu ambaye tutamwamini moja kwa moja okay. kwa hiyo lazima, si wenyewe kama waafrika tuimarishe intra Business. Business. Yani, uh, Africa, Africa, continental trade area hiyo yani Africa kufanya biashara miongoni mwa Africa, intra-African trade. Maneno ya biashara miongoni ya kwake Octavian Mshiu, huyo mdau hmm, wa sekta ya hmm, biashara, lakini pia ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia ya biashara na uchumi, ambaye nimekuwa naye hapa leo kwenye uchanganuzi. Tulikuwa tutupia macho uamuzi wa, wa serikali ya Marekani chini ya Rais Donald Trump kutoa siku tisini ya kufanya eh, majadiliano ili eh, kuangalia vile viwango vya ushuru ambavyo amekuwa akivitoza kwa nchi nyingine zinazopeleka bidhaa katika taifa hilo, huku China ikionekana ni mwathirika mkubwa. Kwao tumepata elimu ya, ya nini ambacho huenda kikatokea, na sasa macho na masikio ya wengi wanasubiri siku hizo tisini na Mshiu amemaliza kwa kuhoji kwamba Afrika na sisi inafaa tuseme neno kwa umoja wetu baada ya umoja wa ulaya wenyewe kutoa msimamo. Nikushukuru sana. nashukuru sana. na, mm -hmm. Na kwa nuktao nafikia tamati. Mi naitwa Nurdin Selemani, nikutakie usiku mwema. Panapo majaliwa, kwenye uchanganuzi tukutane tena siku ya Jumatatu. Kwa heri.